Hapo na siku ya ngapi? Na siku ya, ya tisa ulipovuka vile nikaoga nikamaliza, lakini sasa ule mgundo ukazidi kuntia shaka kwa sababu baada ya kutoka ile ngozi ikawa imebaki ngozi fulani hivi ambayo ukigusa hivi inanasa. Alafu kwenye kucha hakuna ugumu ule wa kucha kama linalojulikana, ila kuna baadhi ya vialama tu vimebaki kwamba hapa lilitoka kucha vyeusi vya damu damu. Damu kama ni kitu ambacho damu imevilia Siku chache zilizopita, Families Media tuliripoti habari ya kijana mmoja mkazi wa Morogoro, anayefahamika kwa jina la Miraji Mustafa, ambaye alieleza kwa masikitiko makubwa namna ambavyo alivyokumbwa na kilema cha maisha baada ya kukatwa mguu mmoja, tukio ambalo limebadili kabisa mwelekeo wa maisha yake. Alizungumza na Families Media kwa uchungu, huku Miraji akisema hakuwahi kupata ajali yoyote wala tukio lolote la kushambuliwa bali alikuwa akiendelea na shughuli zake za kawaida za kibiashara kama ilivyo kawaida yake. Na hapa anatujuza ya kwamba alijisikia tu ghafla mguuni kama amechomwa na kitu asili ya miba, na ndipo hapo changamoto ikaanza ya mguu wake mpaka kupelekea kukatwa. Hapa anaendelea kutujuza mengi, karibu kufuatilia pati tu ya stori hii hii ni Families Media nipodi. nyumbani nikamwonyesha kaka kaka, kastajabu sana, kiukweli baadhi so ya ndugu wengine walianza kutoa machozi, wakajua kwamba tayari umguu unakoelekea sio ishara nzuri. Baada ya pale, tumetoka asubuhi yake, tumepanga mpango, asubuhi yake bidi turudi wapi? Hospitali, hospitali kubwa Morogoro. Pofika hospitali kwa, bahati mbaya ilikuwa siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa tulikuta madokta wameshatoka. Ibidi, sasa ni tukae juma ile tumepokelewa tumelala, tumeamkia Jumamosi. Tukalala, tumeamkia Jumamosi. Huwezi amini, asubuhi naamka manake natoka niende nikausafishe. Ngozi ya kuanzia kwenye, kwenye u, ugoko kuja kwenye saa, kushuka chini ikaja imebabuka kama ni mtu aliyefunga ule ba, nani bandage afu ukawa unafungua hivi yeah, yeah. Ile ngozi ikatoka yote kwa ni kabaki na ngozi fulani hivi nyeupe. Ambavyo unaona vinywele unaviona kwa mbali lakini ngozi ni nyeupe. Huoni msuli wa damu wala huoni nyama nyekundu. Imebaki tu mweupe yani, kama ni moja kwa moja kama ni mguu tayari umesharibika wote. Umeona? Akamwita daktari pale, alipokuja, alipokuja daktari akikwenda akasema, mmm, tch, hii sio dalili nzuri. Ila sasa hapa sisi hatuna jinsi. Kwa kuwa hapa sisi leo Jumamosi madaktari wakuu wanakuja Jumatatu. Mm -hmm. Uh -huh. Kweli nikabaki mpaka Jumapili. Ile Jumapili mimi naandaliwa maji kwa ajili ya kwenda kujisafisha, nyama zikawa zinaanguka kama udongo ambao ume, ume, umeoteshwa na mchwa kwenye mti alafu ukaumwagia maji. Nyama zikawa zinaanguka mpaka mfupa ukawa unaonekana. Ibidi nimevumilia ile hali huku nikisikia maumivu makali, mimi sio wa kulala wala sio wa kutulia, ila baada nilipofika hospitali ingawaje nilikuwa natumia sindano za, za za maumivu na pamoja na vidonge lakini bado nilikuwa, nilikuwa na maumivu makali sana. Ilipofika Jumatatu wakaja madokta kuonyesha, dokta mkuu wala hakutaka kupepesa macho, akasema kwa hali ya mguu ulipo hapa hakuna dawa itakayotumika kwa ajili ya kuponyesha, huu unatakiwa kukatwa. Umeona? Sawa, ibidi nikubaliane na lile swala Jumatatu wameniandikia wame ile karatasi kwa ajili ya kuenda kusaini ili kuingia operation, ila kulingana na foleni ya wagonjwa Jumatatu ile ilishindikana kuingia operation. Jumanne nilifanikiwa kuingia operation. Kweli nikaingia operation, baada ya hapo kakatwa mguu, inakuja kufikia mida kama saa naku, mida kama saa 11 mimi ndo namalizia na operesheni yangu na odisho wa odini kwa mara ya kwanza. Najiuliza kwenye nafsi yangu mimi Miraji, mimi tokea nimezaliwa mpaka nafikisha miaka salasini na moja natumia miguu yangu miwili, nitawezaje kusurvive kwenye maisha haya nikiwa na mguu mmoja na umri wangu wa miaka salasini na mbili? Sawa. Lakini imeenda imefikia hatua nikasema kwamba kuna maswali mengine yanachosha akili Umeona? Kwa hiyo nikaifikia hatua nikaona okay sawa. Kwa kuwa hivi ndio ilivyopangwa niwe, Mungu ameamua kuwa hivi. Ngoja nijue tu kwamba je, maisha yangu mbele yatakuwaje? Kikubwa mno mimi ni mzima, na niombe Mungu kidonda kipone, ili niangalie maisha mengine yanaendaje. Umeona kweli, nikaendelea kukaa hospitali hospitali, nikaa ndani ya siku 14 kidonda kikaa kimepona na madokta wakajiridhisha mimi kurudi nyumbani. Umeona, baada ya hapo kweli nimerudi nimerudi nipo laiani. Manyuki hii mimi nimefikia kwa kaka yangu ambaye tuliyezaliwa baba mkubwa na mdogo. Umeona? Yeye ndo alianza kunihudumia kuni tokea niko hospitali nikaja nikatoka mpaka amenileta huku kwa ajili ya kusubiri ndani ya wiki mbili hizo, so ili nikienda kule nikagoe kama kidonda kimepona au la. Umeona? Kweli nikatoka kule tukaja hapo kwa kaka nikakaa Timia wiki mbili, nikaenda wakakagua kidonda, kidonda kimepona. Pale ndo nikaruhusiwa kwenda wapi nyumbani. Umeona niporudi? Pia kaka kanambia, kulingana na kule nyumbani tunapafahamu shughuli za kule kilimo, hapo ulipo wewe, tatizo mgeni nalo kule, hususan kuna mabonde na milima hapa na pale, na wewe mwendo wako bado hauja hauja control au haujazoea, cha msingi ungekaa huku kwanza ili ufanyeje kidogo upate kama uzoefu wala wa kutembea na, na magongo. Nikaambia sawa kaka, haina shida, itabidi tu nibaki nikaepo kwa kaka, nikawa naishi, nimeishi. Mpaka sasa, sasa ninapoishi. Nipo nipo kwa kaka umeona. Kweli kakangu uwezo wake ni mdogo, lakini pia anafahamu kwamba hata, hata anaponiambia kwamba mimi nisiwepo pale anajua kwamba mimi sina pa kwenda zaidi ya kwenda kijijini. Umeona? Na mimi kama mimi sina uzoefu wa kusema labda kwenye biashara, labda kuna, kuna pesa niliwekeza, sijui kufanya hivi. Ndio kwanza nilikuwa najitafuta, na mbaya zaidi ile biashara ambayo nilikuwa nategemea labda huenda ikanipa manufaa baadaye, hata kile nilichokipata kimekuja kimetumika kwenye kujitibia, kwa sababu nakumbuka kwenye kwenye risiti za dawa ambazo zilizotumika, imetumika kama laki tisa na elfu themanini ukiachilia ila chakula na kama unavyofahamu, mimi sina famili, mimi sina ndugu ambaye kusema yule wa kujiweza, ambao sasa Miraji amepona, ngoja nichukue laki mbili ni mpe ili aendeleze maisha yake. Hivyo vitu hakuna. Hapa nilipo tupo pia, na wapongeza kwa kupambana kulingana na hali ambayo unaijua, mimi jinsi tulivyo katika familia, lakini wamepambana mpaka nimefikia hatua hii, ni jambo ambalo mimi nawashukuru sana. Umeona, kwa hata kama hivi sasa ninavyoishi, kweli naishi katika mazingira magumu sana tena sana ila tu tunapotembea hivi tunakutana na, ndio maana nimetafuta kuishi kwenye mchanganyiko wa watu. Kutokana na nini? Ni bora tu kutafuta marafiki wapya, kwa sababu unapokaa na marafiki ambao wa zamani, mimi na imani kwamba watanirudisha maswali mengi kichwani, kwa sababu tutakaa, tutaanza kupiga historia zile ambazo za maisha ya nyuma yaliyopita, ambapo nikiangalia mimi kwa sasa hivi vile vitu haviwezekani na tukirudisha nyuma kidogo, uh, ulipofanyiwa operation baada ya kukaa sawa, umetuelezea kwamba ulikuja kukaa kuka kwa kuka kakako kwa siku mbili kwa ajili ya kwenda kuangaliwa maendeleo ya kidonda mm -hmm. na ulikaa sawa yeah. na vipi kuhusiana na nyumbani Vigwaza alipo mkeo? Ah, kule Vigwaza, sasa kwa kuwa nilikuwa nilijenga kibanda changu kwenye eneo langu, lakini baada ya tatizo kuzidi na inatakiwa pesa hospitali familia wamesha changa mpaka inafikia hatua, unaona kabisa kunakoelekea huyu msimamizi wa tatizo hili atakuja kununiana na wanafamilia, ilibidi mimi niuze. Ni kweli niliuza kwa bei ya hasara, umeona kwa ajili ya kusaidia nini, kusaidia matibabu. Ni kweli ingawaje nimeuza kwa hasara, lakini nashukuru Mungu pia, imepushi kwenye huduma mpaka inafikia stage hii, umeona. Kule mimi niliuza na nilipouza kule, kifupi ndo nikawa tena sina changu mona vile vitu vingine vidogo vidogo ambazo hususan kitanda na godoro nikaja nikaviuza kwa sababu tatizo tatizo limekuja kwa muda mfupi, alafu sasa tatizo lilikuwa linabadilika siku mpaka siku, imekuja kufikia kwamba kwa kwa vigwaza, mimi nikawa tena sina cha kukifata, nikawa nimebaki, manake maisha yangu sasa hivi yamebaki manyuki hapa Morogoro, au Morogoro hapo hapo mkuyuni. Na vipi kuhusiana, na vipi na mke wako baada ya kuugua kwa kipindi kirefu, mpaka mkaenda Mkuyuni, umetueleza kwamba alikuwepo na alikuwa anakusaidia baadhi ya huduma ndogo ndogo kama kukupelekea maji. Na vipi kwa sasa hivi kuhusiana na mke wako? Ah, kiukweli dadangu, moyo wangu unaishi na vitu vingi sana, naishi na vitu vingi sana mimi. Yule mwanamke nilifanikiwa kutoa kujitambulisha kwao kutoa barua lakini kwa sababu tulikutana pindi harakati za kutafuta maisha, tumekubaliana tukawa tunaishi, nikaenda nikajitambulisha kwao nikitegemea kwamba nitakapojitafuta mimi na yeye tutaenda kutoa mahali na kuoana, lakini lile swala kwa makusudio yake Mwenyezi Mungu imekuja kusababisha hatukwenda kuoana mpaka linatokea tatizo. Ilipotokea tatizo, watu wakatumia sana michango mpaka vya kwetu sisi wenyewe tukaviuza. Tukaa tumebaki hatuna kitu. Sasa basi, yule mwanamke muda wote, kiukweli, nimpongeze tu, ana moyo wa kipekee kwa sababu aliweza kunihudumia tokea mimi naishi na yeye, na pia aliendelea kunihudumia mpaka nipo hospitali. Umeona nikaanaendelea ku, anaendelea kunihudumia. Lakini mpaka hivi sasa navyokwambia, mwanamke yule yupo kwao, na sababu ya kuwepo kwao kutokana na baba yake mzazi amesema kwamba kulingana na muda mliokaa inatakiwa wewe urudi huku nyumbani ili ndugu zake hao wafanye michango waje watoe mahari kwa ajili ya kuoa. mm -hmm, kiukweli ni swala la msingi sana aliyosema kwa sababu yule ni binti yake, pia kisheria inatakiwa iwe hivyo. Lakini nikirudi tena upande wa pili, vimeshakalika vikao zaidi ya mara tatu kwenye familia lakini hakuna matekelezo mpaka yeye ba, mwenyewe na baadhi ya ndugu anahisi kwamba uenda mimi ndo nikawa sina nia na yeye ehe, kwa sababu anahisi mbona ni swala dogo, kwa nini linashindikana? Kumbe aliyakuwa imefikia hatua, sasa mimi najikuta mpaka nitakuja kuwa kelo, kwa sababu leo hii unampigia kaka, jamani vipi, mmeishia wapi? Nampigia dada, mmeishia wapi? Inafikia hatua sasa. Hata mtu akiona simu yako atajua huyu anaulizia swala fulani. Alafu mimi maisha hayo pia sikuyazoea na ndio maana hata mwanzo wa maisha yangu sikutamani mimi kuishi nyumbani kwa, kwa mimi mwenyewe najua kujitafutia mimi, mwenyewe najua kupambana. Kwa hiyo hili lilionikuta, hii changamoto pia ya kwenda ku, ya kumuoa kama itakuwa labda kutakuwa na uzito sasa. Ni bora sasa hebu niachane na mambo ya, ya kuuliza familia labda, mimi kama mimi, huenda nipambane, inawezekana labda nikafanikiwa kwenye hili Ha, wapole kwa matatizo na Mwenyezi Mungu atakusimamia kwa kila jambo ambalo nalipitia kwa sasa. Asante, asante. Na uh, mtazamaji anayekutazama sasa hivi anatamani umuelezee sasa changamoto ambazo kwa sasa hivi unazipitia na ni biashara ipi ambayo sasa hivi umejishikiza nayo kwa ajili ya kujipatia chochote kitu. ah, kiukweli <coughs> changamoto unaweza kutana nazo ni nyingi. Mm. Changamoto ni nyingi kwa sababu kama nilivyotoka kusema, sina kamtaji. Ili nipate pesa, lazima nitumie kazi za nguvu. Kazi za nguvu hizo zinahitaji viungo vikamilike, lakini kulingana na ndo, kitu ambacho kilichobaki kichwani ambacho naweza nikafanya kupata hata hela ya kula, itabidi ni dili nacho. Kwa sasa mimi najishughulisha na useremala, jishughulisha na fundi useremala, kwa kuwa ni fani yangu tokea hapo mwanzo nilijifunza baada ya kumaliza shule, ile fani nikawa niko nayo umeona. Ingawaje huko kote nilikokuwa na natafuta utafutaji wangu, ni sehemu moja tu ambapo nilipokuwa nafanya kazi ya useremala ambapo nichanika, umeona. Lakini baada ya hapo nilikuwa nafanya shughuli nyingine, lakini kwa kuwa ni fani ambayo ipo kwenye kwenye damu, ilibidi hata niporudi hapa Manyuki, kweli katika tembea tembea, nilikuwa sijui kama nitakutana na ndugu ambaye tumetoka kitongoji kimoja. Siku moja nimekuja nimekutana na ndugu ambaye wanamuita Misi Sume ambaye tunatoka kitongoji kimoja. Yule bwana akaa pale, anachonga masofa, anachonga fenicha zote anachonga. Nilipofika nikamsalimia, kwa kuwa tunafahamiana, nikamsalimia nikaendelea kupiga stori pale. Asubuhi yake nikarudi stori tena, nikakaa. Baada ya muda nilipopata kidogo uzoefu nikaokota kota vimbao mbao nikanatengeneza sturi hivyo, sturi nimetengeneza imetengeneza hii maana nimetengeneza walau kigoda, nimepata shilingi elfu mbili, mkono uende kinywani. Kwa kuwa kama unavyoelewa dadangu, ndugu mwandishi, ndugu yako huwezi ukamtegemea asilimia mia moja, kwa sababu yeye ana watoto na ana familia yake na ana majukumu na hana maisha ya ya kusema kwamba ni mtu ambaye anaweza akakusaidia kiasi cha pesa, na wewe kwa ajili ya kukuendeleza, moyo wa kutoa nao, lakini uwezo hana. Uwezo wake yeye pale utakula, uta, utalala hivyo, lakini sasa mimi pia nina mimi pia mahitaji binafsi, najua kwamba maisha yangu sitosurvive vizuri pasipokuwa na mke, lazima nitoke. Sasa kwa kuwa hili swala limekuwa gumu kwenye familia, nitoke kwa ajili ya kujitafutia kwao, nipo ndo na najishughulisha na ufundi seremala. Nimetengeneza kigoda, sawa. Nimeona, nimetengeneza stuli, nimepata elfu tano sawa, ili mradi maisha naenda. lakini pia bado inaniwia ngumu kwa sababu nilipofikia ni ofisi ambayo tayari inajitegemea ina vifaa vyake ambavyo vinafaa kutengeneza kazi na kuna mafundi wake ambao wanaotumia vifaa vile. Kwa hiyo mimi nitatumia kifaa chochote endapo kitakapokuwa hakina kazi Mona. Labda mafundi wamepumzika, ndo nichukue nigonge. Umeona? labda mafundi wanakula ndo nichukue nigonge. Kwa hiyo sina muda wa kusema kwamba leo hii nipange bajeti ya kazi kwamba leo nitafanya kazi moja mbili tatu, sina vifaa vya kufanyia kazi. Umeona? Na ndo nipo kwa kazi hizo, siku mepata elfu mbili sawa Umeona? Kuna siku nyingine ni nyingi ambazo siku siku siku inatokea unakosa. Siku za kupata ni chache, siku za kukosa ni nyingi. Umeona? lakini kali ninavyoishi najua ndivyo Mungu alivyopanga, ila kikubwa sintokata tamaa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu mwandishi, sawa, tumekuelewa vizuri, na unaweza kuwaomba sasa Watanzania na wasoko wa Watanzania wa Samaria wema, kipi wakusaidie ili uweze kukidhi haja yako uweze kukizi ma, ma, mambo yako yote ambayo unatamani kuyafanya na biashara zako ambazo unatamani kujiajiri mwenyewe ili kuja kuiongoza familia yako mwenyewe hapo baadaye, kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume. Uh, mtazamaji angependa umwelezee kipi ambacho natamani wakusaidie? Aa, mimi kikubwa mno nilikuwa nawaomba ndugu zangu wa Tanzania wezangu binadamu wezangu waliopo nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Mimi hapa nilipo, malengo yangu hayajafutika bado, nina malengo yapo kichwani, nyenzo ya kukamilisha malengo mimi sina. Ndugu wa Tanzania nawaomba, endapo kama nikipata vifaa vinavyoweza kutengeneza we, workshop hizi, mimi ninge survive kwenye maisha yangu endapo ingewezekana kupata mguu wa bandia mimi ninge survive kwenye maisha yangu. Mona, ningepata kamtaji mimi ninge survive kwenye maisha yangu, lakini hivyo vitu vyote nimebaki navyo akilini, lakini vitendo sina, kwa kuwa sina mahali kwa, ku, kwa kuvipata kwa hiyo nawaomba Watanzania, mimi niseme ni, ni, ni, ni, ni, ni mtu ambaye bado na, natamani kukamilisha malengo yangu. Mona, nilikuwa nawaomba ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, napitia changamoto nyingi sana, naishi katika mazingira magumu. Umeona, inafikia hatua mpaka kwenye nafsi nikifikiria kwa kina, unaweza ukafikia hatua ukakufuru, akasema kwa nini nimebaki hivi. Umeona, kwa nini nimebaki hivi? Lakini mwisho wa yote, wa Tanzania, naomba msaada wenu, naomba mimi mnisaidie, naomba mnisaidie, ili na mimi nikamilishe malengo yangu ambayo nimetarajia mimi ni baba wa watoto wawili ambao wananitegemea. Lakini hivi sasa ninavyosema ina maana tayari kwenye upande wa baba naanza kutoka kidogo kidogo kwa sababu huduma ya watoto sikamilishi inafikia tu anapambana mama peke yake. Umeona? Leo hii kuna vitu vingi ambavyo vinavyohitajika mimi nifanye, shule imetoka kufunguliwa juzi, mtoto anatakiwa kupata mahitaji ya shule mimi nitapata wapi? Umeona? Kwa hiyo nafikia tu baada ya kuasilika mimi wanaasilika pia mpaka watoto zangu. Naomba ndugu zangu wa Tanzania mnisaidie. Naomba mjitolee kwa moyo ili na mimi nikamilishe ndoto zangu mimi ni bado hapa nilipo na miaka thelathini na mbili. Bado nina nguvu zangu. Kupungua kiungo haimaanishi kwamba nimepungua akili. Na nafani yangu mimi, na uwezo wa kufanya kazi na kupata pesa kukamilisha malengo. Kwa sababu nilijitahidi kusurvive kupata mguu wa bandia, lakini bado nikakutana na vikwazo nilijitahidi pia kutafuta hata labda kujiajili katika kujiunga kuji katika vikundi vya walemavu, lakini pia bado nikakutana na vikwazo. Umeona, nikawa tena sina jinsi, kwa sababu nilipambia swala la vikundi, kulikuwa na akaunti inatakiwa kufunguliwa, prosesi zote nimeambiwa kama laki na ishirini. Mimi nimetoka kuumwa sina hata kile cha kuanzia naambiwa kwanza nitoe laki na ishirini, nifungue akaunti ili ijulikane jina la kikundi ndo nipeleke kwenye maombi, huenda nikapewa au ikashindikana. Nikija kuangalia mimi mwenyewe bado hata hela ya kula pia inanisumbua. Nimeshindikana hilo, nikarudi nikatoka, nikaandika barua kutoka kwa mwenyekiti wa serikali yangu ya mtaa, umeona nikaipeleka mpaka kwa kwa, kwa mheshimiwa wangu, lakini mpaka leo hii sijapata majibu natokea nipeleke barua, ina miezi hata sita inafika. Pole sana. Namba ya simu na jina linalotoka, namba ya simu ni sifuri sita moja sita hamsini na tisa sabini na mbili kumi na tatu. Ehe. Namba hiyo amenisajilia dada yangu, kwa kuwa mimi kipindi ambacho nipo kule nilikosa namba ya NIDA. Jina linatoka Aziza Hashimu Matangula. Namba ya simu ya kwangu mimi Miraji Mustafa ni sifuri sita moja sita hamsini na tisa sabini na mbili kumi na tatu na namba nyingine pia ya Airtel sifuri sita hii menitoka kidogo